Zoezi hilo limeendeshwa na maafisa wa manispaa ya Temeke kwa kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo kwa kushirikiana na askari wa jiji na kufanikiwa kuwakamata baadhi ya ombaomba ambao wanatumia njia ya kuwatuma watoto kuomba pembezoni mwa barabara, hali ambayo ni hatari, huku wakiongeza kuwa zoezi hili si nguvu ya soda bali ni endelevu. Hili ni zoezi kwa ajili ya ku kuondoa ombaomba ambao wako barabarani na pamoja na wanaoomba na watoto, na pamoja na watoto wanaishi katika mazingira hatarishi, watoto wa mitaani, lakini ni lengo ni kwa ajili ya kufanya counseling yao na kujua matatizo yao ni nini, kuona jinsi gani ataweza kuwasaidia kuweza kujua kwamba wanahitaji msaada aina gani na, komba, barabara, hmm, na kwa nini wako katika mazingira hayo ya kuombaomba barabarani pamoja na watoto wadogo? Hilo ndo zoezi ambalo tumejipanga sasa, baada ya kuwakamata na kuwaweka katika sehemu ambayo watahifadhiwa, watapewa elimu kwa nini wanafanya hiki na kwamba waweze kurudi makwao, watatambulika ni wapi wametoka, then watarudishwa, lakini baada ya kuchukuliwa, yani kuchukuliwa kisheria, wapelekwe kwanza kama mahakamani, waelezwe kwamba kosa ni lipi na wametoka wapi kutoka Dar es Salaam, Samaila, ITV. Sababu za msingi kwanza, yanaingia malumbano ambayo unaona kwangu wananchi hayana faida, kiasi kwamba yale ya wananchi yatasaurika yetas, unavyoingia mkalumbana, mkaingiza matusi ukiwa na jaziba kwenye matusi, maana yake yale uliotumwa na wananchi utasahau. Kwa mtazamo wangu mimi, hayatopewa kipaumbele kwa sababu pale wameingiza kama, kama, kama siasa siya, yani mambo ya mambo ya vyama. Kila mmoja amekuja, amekuja na, na, kama kauli mbiu yake vile, ili kue, kuelekeza yao wanayoyataka ya wao.